Jeshi la Ukraine linadaiwa kukiuka tena marufuku ya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati kwa kufanya mashambulizi mawili kwenye gridi ya umeme katika Mkoa wa Bryansk mpakani mwa Russia. Taarifa ya mashambulizi hayo imethibitishwa na Wizara ya Ulinzi ya Russia siku ya leo Aprili Mosi 2025. Russia kupitia rais wake Vladimir Putin ilikubali kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine kwa siku 30 baada ya mazungumzo ya simu na mwenzake wa Marekani, Rais Donald Trump mapema mwaka huu, makubaliano ambayo baadaye yalithibitishwa na Kiev. Hata hivyo, Russia iliituhumu Ukraine kwa kuvunja makubaliano hayo mara moja, huku ukiukaji kadhaa kama huo ukitokea katika siku zilizofuata. Katika taarifa yake siku ya Jumatatu, Wizara ya Ulinzi ya Russia ilieleza kuwa Kiev haijabadilisha mtazamo wake kuhusu na, maru, na marufuku hiyo ambapo imetekeleza mashambulizi na kuyalenga miundombinu ya nishati nchini humo. Na nukuu. Katika saa 24 zilizopita, licha ya matamshi ya utawala wa Kiev kuhusu kutoishambulia miundo mbinu ya nishati, jeshi la Ukraine limeendelea kushambulia miundo mbinu ya nishati ya Russia, imesema taarifa hiyo ya wizara hiyo. Shambulio moja liliotokea Jumapili jioni lilenga kituo cha mkoa wa Bryansk kwa kutumia mashambulizi ya mizinga dhidi ya tawi la kampuni ya nishati la Rosseti Centre Bryanskenergo. Wizara hiyo ilisema, nanuku kutokana na kukatika kwa waya kwenye nguzo, njia ya umeme ya voltage ya juu ilizimwa, na wakazi wa wilaya ya Suzemsky walikatiwa umeme kwenye usambazaji wa nishati hiyo, mwisho wa kunuku. Chini ya nusu saa baadaye, droni za Ukraine zilishambulia kituo cha umeme katika eneo hilo hilo hilo, hali iliyopelekea kukatika kwa umeme tena, maofisa waliongeza. Kuendelea kwa mashambulizi ya makusudi na jeshi la Ukraine dhidi ya miundombinu ya nishati ya Russia kunaonyesha kushindwa kabisa kwa utawala wa Kiev kutekeleza majukumu yake yoyote kuhusu utatuzi wa mgogoro wa Ukraine, wizara hiyo ilisisitiza. Mwisho wa nukuu. Wakati Russia imeendelea kuishutumu Kiev kwa kuvunja marufuku ya mashambulizi ya nishati, imeashiria kuwa itaendelea kuheshimu makubaliano hayo kwa sababu yanachangia kuimarisha kwa mahusiano ya pande mbili kati ya Marekani na Russia. Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia, Maria Zakharova ameonya kuwa Moscow inaweza kulipiza kisasi kwa njia sawa na ukiukwaji wa Ukraine. Katika hatua nyingine, Wizara ya Ulinzi ya Russia imetoa video inayoonyesha opareta wa droni ya kamikaze ya Russia akishambulia kwa mafanikio gari la Ukraine linalotumika kuondoa mabomu. Jeshi la Russia limesema kuwa tukio hilo lilirekodiwa katika eneo la mpakani mwa mkoa wa Kursk nchini Russia. Ripoti ya wizara hiyo ilieleza kuwa juhudi zinazoendelea za kuondoa wanajeshi wa Ukraine kutoka kwenye ardhi ya Russia, huku wakilenga pia vikosi vyao vya msaada, ambapo droni za mtazamo wa mtu wa kwanza yani FPV zilitumika kulenga magari mepesi, mizinga na vifaa vingine vya Ukraine. Video hiyo ilionyesha mashambulizi mawili tofauti, moja likihusisha gari la uhandisi wa kijeshi na jingine likilenga Urka, yani kwa kifupi UR77 Meteorite gari la kijeshi linaloundwa enzi za kisovyeti na linalojulikana pia kama Zmei Gorynych, jina la joka linalotoa moto katika hadisi za Slavic. UR77 hurusha roketi inayobeba kamba ya milipuko juu ya uwanja wa mabomu. Baada ya mlipuko, njia salama yenye upana wa hadi mita 6 na urefu wa mita 90 hutengenezwa ili kuruhusu magari kupita. Katika video hiyo, gari ya Ukraine ilionekana ikifanya kazi wakati droni za kamikaze za Rusia inakaribia kulipiga, na nukuu, tumelipua urka na ilikuwa tukio zuri sana, alisema mtaalamu wa milipuko anayejulikana kwa jina la utani Maximus. Lilikuwa shambulio la vikosi vyetu na rubani wetu alilipiga kwa wakati mwafaka, alisema Maximus, mwisho wa kunukuu. Wizara haikutaja kifaa kingine kizito kilichoonyeshwa kwenye video hiyo, ingawa baadhi ya vituo vya Telegram vya kijeshi vilidokeza kuwa huenda ilikuwa Wisent 1, gari la kivita lililoundwa kwa kutumia chansi ya tanki la Ujerumani aina ya Leopard 1. Gari hii mara nyingi hutumiwa kwa kuondoa mabomu kwa kutumia jembe ama kwa msaada wa kreni kuondoa magari yaliyoharibika katika eneo la mapigano. Ripoti zinaonyesha kuwa Kiivu ilipokea vipande 42 vya Wisent 1 kutoka kwa wafadhili wa silaha wa Ulaya pamoja na Leopard 2 rs nzito zaidi lakini zenye muundo sawa na gari hilo. Vikosi vya Ukraini viliyovamia mkoa wa Koroski mwezi Agosti mwaka jana vikilenga kuteka ardhi ili kupata nguvu katika mazungumzo ya amani yanayoweza kufanyika wakati wowote, wa jeshi la Rusia linakadiria kuwa Waukraini imepoteza zaidi wa na hiyo, ya wanajeshi elfu sabini na moja katika operesheni hiyo huku sehemu kubwa ya ardhi iliyokuwa imetekwa na Kivu ikiwa tayari imerejeshwa mikononi mwa Rusia. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo.